Tunaendelea na ile miji ya kale, yale majiji ya zamani, yale majiji ambayo yameacha historia kubwa sana katika historia ya mwanadamu. Mara nyingi tunapozisoma habari zake, huwa tunaishia kusisimuka na kushangazwa na jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa yanatokea katika miji hiyo na maeneo mbalimbali waliokuwa wanaishi watu wa zamani hizo za kale. Sasa ile miji ambayo Biblia imeiandika habari zake yale majiji, eh, yako wapi leo hii? Eh, yako sehemu zipi na yapo katika nchi gani? Je, sehemu hizo zipo mpaka leo? Majiji hayo yapo mpaka leo hii? na kwa asilimia kubwa ya majiji hayo hayapo mpaka leo hii, ila yamebaki mabaki yake, ambayo kwa mabaki hayo tunapata kujifunza kwamba watu wa zamani waliishiishi vipi walijengajenga jenga vipi miji yao na tamaduni zao, tunapata kujifunza. Na leo hii tunafocus katika miji na majiji ambayo yameandikwa katika Biblia, maana mara nyingi watu wanaposoma wanahisi kwamba yamkini hizi habari hazikupata kutokea, yamkini ni habari ambazo za kusadikika, lakini kupitia tafiti mbalimbali mbali za watu wa Mungu wanavyozifanya na wavumbuzi wa mambo ya kale tunapata kuelewa ukweli wa Biblia juu ya miji hiyo. Basi hii ni sehemu ya pili ya darasa hili, na kama ulikosa sehemu ya kwanza, basi sehemu ya kwanza ipo katika chaneli hii. Nenda pale ukaone jinsi ambavyo tumepitia miji kadhaa kadhaa na tumeangalia sehemu ambapo miji hiyo ilipata kupatikana, na sasa tunaendelea katika sehemu ya pili, tukiendelea na ile miji ambayo imeandikwa katika historia ya Biblia. Miji hiyo iko wapi leo? Ipo katika mataifa yapi? Eh, alafu je ipo katika hali gani? Ah, jina langu ninaitwa mwalimu Vincent Mwakisyala na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe channel hii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 Katika ile sehemu ambayo walivuka wale watu ni maeneo ya Guba ya Suez. Lakini kuna mlima maarufu sana unaitwa Mlima wa Sinai. Mlima wa Sinai ni maarufu zaidi kwa sababu ndipo ambapo sehemu ambayo Musa alipokelea amri kumi za Mungu. Amri kumi za Mungu zilipokelewa katika Mlima wa Sinai, ambapo mlima huo mpaka leo hii upo, nchini, upo katika bara la Afrika katika peninsula ya Sinai nchini Misri. Huko ndiko ambako Musa alipokea zile amri kumi za Mungu. Lakini kuna sehemu nyingine inaitwa Kadesh Barnea. Kadesh Barnea ilikuwa ni kambi kuu ya Waisraeli walipokuwa jangwani, ambapo kambi hiyo katika jiografia na ramani ya dunia leo hii inakadiriwa kuwa Sinai ya kaskazini au Negevu ya Israel. Kwa hiyo hii kambi inakadiriwa kwamba ilikuwepo Sinai ya kaskazini huko Misri au Negevu ya Israeli, bado katika maeneo haya basi, mojawapo ndipo ilipokuwa Kadesh Barnea, ambapo maeneo haya yote mawili yanaonyesha ushahidi wa kuwepo kambi hiyo ambayo watu hawa waliweka kwa muda waliokuwepo jangwani. Lakini sehemu nyingine maarufu zaidi ambayo inatajwa kwenye Biblia ni mto Jordan, mto ambao umejaa historia kubwa sana, mto wa kale mno, mto wa zamani sana, ambapo mto huu mpaka leo hii upo duniani. Mto huu ndio mto ambao Waisraeli walivuka kwa muujiza pale, lakini pia ndio mto ambao Eliya na Elisha walipiga vazi na ukagawanyika huu mto ndio mto, mto ambaye Bwana Yesu alibatizwa ambapo Yohana alifanya kazi kama ofisi yake katika mto huu wa Yordani ambapo kwa leo hii upo katika mpaka wa Jordani na Israeli. Kwa mto huu wa Yordani upo mpakani au unatenganisha nchi hizi mbili nchi ya Jordani na nchi ya Israeli lakini ni maeneo mengine ambayo yametajwa kwenye Biblia. Basi katika vitabu vile kuanzia Yoshua mpaka vitabu vya wafalme, mji wa kwanza kabisa ambao tunaanza katika vitabu hivi vya kihistoria ni mji wa Yeriko. Mji wa Yeriko ambao wa ukuta wake uliangushwa kwa nguvu za Mungu. E, mji huu wenye historia kubwa sana Yeriko, ambapo leo hii upo karibu na Jericho Palestina. Kwa mji huu mpaka leo upo na mji huu mpaka leo upo kule Palestina, ambapo unaitwa kwa jina hilo hilo la Jericho, unaitwa kwa jina hilo hilo la Jericho ndani ya Palestina. Lakini kwa wasomaji wa Biblia, mtagundua kuna nchi fulani ilikuwa ndogo sana, lakini iliweza kuitandika vizuri zaidi Israeli, ambayo nchi hiyo inaitwa Ai, nchi hiyo inaitwa Ai ambayo iliwatandika Israeli na Israeli walikimbia mbele zake kwa sababu ya yule mwizi mmoja aliyekuwa anaitwa Akani. Hii e, vita ilipiganwa baada ya Israeli kuipiga Yeriko. Aya Hai leo hii ipo wapi? Nchi ya Hai leo hii ipo wapi? Basi nchi ya Hai leo hii ipo karibu na Betheli huko nchini Palestina. Hai ya leo iko ndani ya nchi ya Palestina, lakini katika mji mwingine uliokuwa maarufu zaidi katika Biblia ulikuwa unaitwa Shilo. Shilo ni mji maarufu sana ambapo, kwa wanaokumbuka, ndio sehemu ambapo sanduku la agano lilihifadhiwa kwa muda mrefu sana, kwa zaidi ya miaka mia mbili hadi mia tatu. Sanduku la agano lilikuwa linakaa katika mji huo wa Shilo kabla ya hekalu takatifu kujengwa. Mji huo ndio mji ambao tunakumbuka yule Hana alienda kumwomba Mungu na Mungu akampa Samueli mtoto wake. Ah, na leo hii eneo la Shilo lipo wapi? Basi eneo la Shilo leo hii lipo lipo katika maeneo ya kaskazini mwa West Bank, kaskazini mwa West Bank. Tunaongelea west Bank ni eneo ambalo lipo ndani ya Yerusalemu, na mji wa Shilo mpaka leo hii unaitwa jina hilo hilo Shilo. Kwa hiyo mji huu mpaka leo hii upo lakini sambamba na hilo, mji mwingine maarufu zaidi kwenye Biblia ni mji wa Samaria. Mji huu wa Samaria aa, ulikuwa ni mji maarufu sana kwa sababu huu ndio ulikuwa mji mkuu wa ufalme wa Israeli ya kaskazini. Kwa hiyo Samaria zamani ulikuwa ndani ya nchi ya Israeli ya kaskazini, eh, Samaria ambapo hii ndio chimbuko la wale wa Samaria. Aa, leo hii mji huu wa Samaria uko wapi? Basi mji huu wa Samaria, Leo hii u unaitwa Sebastia nchini Palestina. Kwa Samaria ambayo ilikuwa ndo mji mkuu wa Israeli ya kaskazini, leo hii ni Sebastia ambayo ipo ndani ya Palestina. Lakini mji mwingine maarufu zaidi unaitwa Yerusalemu. Yerusalemu ni mji wa Daudi ambao mji huu upo mpaka leo hii pale Israeli, na ndio mji ambao Wayahudi wanaamini unapaswa kuwa mji wao mkuu, ambapo Umoja wa Mataifa wao wanautambua Tel Avivu kama mji mkuu wa nchi ya Israeli, lakini Yerusalemu Wayahudi wanautambua kama ndio mji wao mkuu, mji ambao una historia kubwa. Mwasisi wa mji huu alikuwa ni Mfalme Daudi, ambapo mpaka leo hii mji huu uko, uko Israeli, lakini eneo lingine ambalo linatajwa katika Biblia inaitwa Bethlehemu. Bethlehemu ni eneo maarufu sana kwa sababu huko huo mji ndio mji ambao Yesu alizaliwa, lakini ukimwacha Bwana Yesu kuzaliwa katika mji wa Yerusalemu, mtu mwingine mashuhuri aliyezaliwa katika mji huo ni Mfalme Daudi. Kwa hiyo Mfalme Daudi pia alizaliwa katika mji wa Bethlehemu, ambapo leo hii upo unaitwa Bethlehemu. Kwa hiyo unaendelea kuitwa kwa jina hilo hilo Bethlehemu, na upo mpaka leo katika sehemu zile za Western Bank. Ah, huko ye Israeli, lakini mji mwingine unaitwa Hebron. Ni mahali ambapo makaburi ya Ibrahimu na wazee wa Israeli kama Isaka, Yakobo, Yusufu walizikwa pamoja na wale mababa waasisi wa yale makabila kumi na mawili ya Israeli. Aa, wakazikwa huko Hebron, ambapo Hebron ni sehemu ambapo Ibrahim alinunua kwa sehemu ya maziko, lakini huu ulikoja kuwa ni mji mkubwa tu hapo baadaye ambapo mji huu upo mpaka leo hii katika nchi ya Israeli na leo unaitwa Hebroni hivyo hivyo huko West Bank. Lakini kuna mlima unaitwa mlima wa Carmel, mlima wa Carmel. mlima wa Carmel ambapo Elia, wa mlima wa Carmel. Mlima wa Carmel ni mahali ambapo nabii Eliya aliwashinda manabii wa Baali, kama mnakumbuka kile kisa cha Eliya, akashusha moto kutoka mbinguni na moto ukashuka. E, moto ukalamba sadaka na maji na kila kitu. Nafikiri mnaikumbuka hiyo habari. Basi ulifanyika katika mji huo wa Carmel, ambapo katika mlima huo, mlima wa Carmel, ambapo mlima huo upo mpaka leo hii na unaitwa Carmel hivyo hivyo, upo karibu na sehemu inaitwa Haifa huko Israeli. Lakini a, vitabu vya Ezra mpaka vitabu vya wafalme vinaendelea kuelezea miji kadhaa ambayo imetajwa katika vitabu hivyo, ambapo miji hiyo ni kama Babeli, ambapo Babeli ni mahali Waisraeli walichukuliwa utumwani, ambapo tumeielezea kwamba leo hii ni nchi ya Iraq. Uajemi, Uajemi aa, kwa lugha nyingine ilikuwa inaitwa Shushani. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia kwa sehemu ambapo imeandikwa Shushani basi ndo ujue ndo sehemu hiyo hiyo ambayo inaitwa Uajemi. Kwa Uajemi na Shushani ilikuwa ni kitu kimoja tu, ni majina ambayo yalikuwa yanaitwa kutokana na utofauti wa lugha. Lugha hii inaitwa Uajemi, lugha hii inaitwa Shushani. Aa, ambapo leo hii hiyo e, Uajemi na Shushani, kumbuka Uajemi na Shushani ni sehemu ambapo, aa, aliishi Malkia Esther. Wanaokumbuka hadithi ya Malkia Esther basi, walikuwa wakiishi huko Wajemi au Shushani, ambapo leo hii mm, ni mji unaoitwa Shush, upo nchini Iran. Kwa Wajemi leo hii uko Shush nchini Iran, kwa lugha nyingine wanaita Susa. Wenyewe wa Iran wanaita Susa, wanaita Susa au unaweza ukauita Shush, ambao kwenye vitabu vya Biblia unaitwa Shushani au Wajemi kwao Wajemi au Shushani, ujue leo hii ndo nchi ya Irani. Aa, kwa wale wasiofahamu taifa hili la Uajemi lilikuwa ni miongoni mwa mataifa makubwa sana ulimwenguni, yaani lilikuwa ni miongoni mwa yale mataifa makubwa, tena sio miongoni mwa yale mataifa makubwa tu, bali liliwahi kutawala na ulimwengu wenyewe wa kipindicho cha kale Ilijenga miji mikubwa, ilikuwa na jeshi kubwa kuliko majeshi yote ya zamani. Nitakuonyesha tu baadhi ya miji ae, ngoja nianze na mji huu wa Shushani au Susa au Shush kama ambavyo wao wanauita, na huu ndo mji wa Shush au Shushani au Susa. Aa, nataka nikupitisha kwenye kwenye kasli la kifalme au jumba la kifalme ambapo malkia Esther alikuwa anaishi na mfalme Ahasuero. Kwa wale wanaosoma kitabu cha Esther, basi hii ndio jumba la kifalme ambalo malkia alikuwa anaishi. Na unaona, unaona hizi picha, just imagine watu hawa jinsi walivyokuwa kipindi hicho, lakini yes. Aa, na majengo mengine unayoyaona haya ni mabaki ya miji ya kale ya Uajemi. Haya unaoyaona ni mabaki ya maeneo mengine ya miji ya Uajemi, ambapo leo hii ukienda kule nchini Iran utaweza kukutana nayo, na unaweza ukapelekwa ukienda kule kwa, kwa ajili ya kutembelea, unaweza ukayaona uka maeneo haya ambayo yamebakia tu kuwa sehemu ya vivutio vya utalii. Aa, ni maeneo yaliyojengwa kwa namna ya ajabu na namna ya pekee sana kama ambavyo jinsi unaona hapo katika video zako hizo, taifa la Uajemi lilikuwa ni taifa la ajabu sana, ambapo leo hii sasa ndo nchi ya Iran. Iran ya leo ndo Waajemi wa zamani, au ndio Waajemi wa zamani. Na watu wengi wanatofautisha kwamba wanahisi wa Iran ni Waarabu. Watu wengi wanawaweka wa Iran kwenye kundi la Waarabu. Wahilan sio Waarabu, wale ni Waajemi, wale ni Waajemi. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya Waarabu na Waajemi, kama ambavyo kuna tofauti kati ya Wayahudi na Waarabu. Huwezi ukasema Myahudi ni Mwarabu au Muhindi ni Mwarabu. vivyo, vivyo wa siyo wa indo, mjiao, hivyo Waajemi sio Waarabu, ijapokuwa wanafanana kimuonekano. Kwa hiyo hii ndio miji yao kama unavyoiona hivyo. Kwa leo tutaishia hapa, ila tutaendelea tena katika sehemu ijayo, na tutaipitia miji mingi sana sana sana. Na kama wewe unasoma maandiko, kuna mji ambao unatamani tuuongelee katika mfululizo wa vipindi hivi, basi weka kwenye komenti, bwana bwana, mimi ninaitwa fulani, naomba uongelee katika kipindi kijacho mji fulani na mji fulani, basi tutaweza kuongelea na kuleta kwako kwa kuuchambuzi kwa zaidi na kwa kujifunza zaidi na zaidi. Lengo letu ni tunaposoma miji katika maandiko tuwe na uelewa mpana zaidi kuhusiana na majengo na jinsi miji ilivyokuwepo na location zake, itatufanya tuelewe kwa upana na kwa uwazi zaidi. Jina langu naitwa mwalimu Vincent Mwakisyala. Ah, na hiyo ndo namba yangu unayoiona hapo. Kama unatamani kutusapoti, unatamani kuchangia chochote katika huduma hii au kuwa sehemu na huduma hii, basi unaweza ukatumia namba hizo za simu unazoziona hapa. Usiache kutuombea, lakini pia usiache kushare videos kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Mpaka wakati ujao.